Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu ambapo leo tarehe 18 Novemba kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya kutabarukiwa makanisa ya watakatifu Petro na Paulo mitume. Zamani sana kanisa lilijengwa juu ya kaburi la Mtakatifu Petro mtume huko kwenye mlima wa Vatikano, Roma, wakati wa utawala wa Papa Silvesta wa Kwanza. Karne nyingi baadaye, kanisa jipya kubwa zaidi lilijengwa mahali hapo, nalo ndilo lililopo siku hizi na kujulikana sana. Basilika hilo lilitabarukiwa na Papa Urbano wa Nane Mnamo tarehe 18 Novemba, mwaka 1626. Zamani zile kanisa lilijengwa pia juu ya kaburi la Mtakatifu Paulo lililopo kwenye sehemu nyingine ya mji wa Roma. Lakini kanisa hilo liliteketezwa kabisa na moto katika mwaka 1823. Basi lilijengwa upya likatabarukiwa tarehe kumi Desemba mwaka 1854. Liturujia inaadhimisha kutabarukiwa kwa mabasilika haya mawili kwenye tarehe hiyo hiyo moja, nayo ni kumbukumbu muhimu sana kama vile adhimisho la kutabarukiwa kanisa kuu la Mama Maria linavyomtukuza mama mtakatifu wa Mungu, vivyo hivyo ndivyo lilivyoadhimisho la kutabarukiwa kwa mabasilika ya watakatifu Petro na Paulo, ambalo linawatukuza viongozi mashuhuri wa mitume. Imani walioitangaza mitume hao ndiyo imani yetu pia. Hivyo basi, siku hii ya leo twashirikiana na wakatoliki wenzetu wote wenye imani hiyo hiyo walioieneza mitume hao hata wakaifia. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Watakatifu wa Afrika tarehe 18 Novemba: mtakatifu Orikulus mfiadini Tunisia.